Historia na utamaduni wa Wangoni, ambapo Wangoni ni moja ya makabila mashuhuri kusini mwa Tanzania na Malawi, wenye asili ya kabila la Wazuru kutoka Afrika Kusini. Historia ya Wangoni inaanzia karne ya kumi na tisa wakati wa kampeni za mfalme Shaka Zuru ambaye alifundisha watu wake sanaa ya kijeshi na kupanua utawala wake kuunganisha makabila mengine ya Kiafrika. Baadhi ya makundi ya Wazuru baada ya kuanguka kwa Shaka walazimika kuhamia kaskazini kutafuta ardhi na maisha mapya. Kisha kundi la Ngoni likiongozwa na kiongozi wao Zwangendaba likaingia nchini Tanzania, Zambia na Malawi. Uhamiaji huo wa Wangoni, Zwangidaba akiongoza Wangoni kutoka Afrika Kusini katika miaka ya 1820 kupitia Msumbiji na baadaye katika nchi ambayo sasa ni Tanzania, Malawi na Zambia <totipa> Jiani Wangoni walipigana na makabila mbalimbali na kushinda sehemu kubwa ya ardhi waliyoipata na kuanzisha himaya zao wenyewe. Baada ya kifo cha zwange zwangedaba mwaka 1848 Wangoni waligawanyika katika makundi mawili. Kundi moja liliendelea kaskazini hadi kusini mwa Tanzania, ikiwa naonisha katika mikoa ya Ruvuma, wilani Songea, na lingine lilielekea kaskazini hadi Malawi na Zambia. Utamaduni wa Wangoni umekita mizizi katika mila za kijeshi na mfumo wa ukoo. Wangoni walikuwa wapiganaji stadi, wakitumia mbinu za kijeshi walizojifunza kutoka kwa Wazuru. Pia walitumia silaha kama vile mikuki na ngao katika vita. Uongozi wao uliegemezwa kwenye mfumo wa uchifu, ambapo machifu walikuwa na mamlaka makubwa katika jamii yao. Kama utizamapo katika video hii, hawa ni baadhi ya kizazi cha sasa ambacho bado kimeendelea kuenzi utamaduni na historia ya Wazuru ambao walitokea huko nchini Afrika ya Kusini. Wimbo Imani Madoda ni miongoni mwa nyimbo ambazo zilitumika kama kuchochea morali kwa wapiganaji wa kabila hili katika kupigania haki zao, lakini pia kutafuta himaya zao. Sasa nini tafsiri yake, tunaelewa. Sasa wanawaambia imani madoda, imani madoda, maana yake simameni wanaume, amkeni, impi imeshafika. Impi ni askari, sawa? Kwa hiyo askari wanakuja wanataka kunyang'anya nchi, kwa hiyo msilale, imani madoda, ziko ya hamba ha? <Gl Öyle> <shaded noise> Aya, wimbo unasema imani imani madoda, impi ya afika, imani imani lizwe lia hamba lizwe lia hamba. Nake nchi naondoka nchi nanyang'anywa, amkeni wanaume, ateni wanawake hawa, amkeni wanaume <gulatorymoi> <tinyo> <tinyo>